Katibu utawala wa mkoa wa Geita Mohamed Gomba ametoa kauli hiyo kwenye ufunguzi wa warsha ya siku mbili iliyoandaliwa na TAKUKURU kwa kushirikiana na mgodi wa GGML iliyowakutanisha viongozi kutoka makundi mbalimbali, wakiwemo wenye vitu wa serikali za mitaa na vijiji kuandaa mkakati wa namna bora ya kukabiliana na rushwa au viashiria vya rushwa katika shughuli mbalimbali za maendeleo ambazo zinafanywa na kutekelezwa na mgodi wetu wa dhahabu wa Geita, taratibu mbalimbali zinazohusiana na utaratibu wa ajira ndani ya mgodi, lakini utaratibu wa kupata zabuni mbalimbali ndani ya mgodi na uzingatiaji wa misingi na maadili ya mgodi katika michakato yote ya maombi ya ajira lakini maombi ya zabuni mbalimbali. Kamanda wa TAKUKURU mkoa wa Geita James Ruge amesema uwekezaji salama wenye tija hujitokeza pale penye uwazi, uwajibikaji na uadilifu. Huku mkurugenzi mtendaji wa GGML Duran Acher amesema rushwa hupunguza imani ya wananchi kwa taasisi na huvuruga maendeleo endelevu, na kwamba ni wajibu wa kila mtu kuhakikisha na jenge mazingira yasiyokuwa na rushwa. Tunahitaji uwekezaji endelevu Mkoa wa Geita umebarikiwa na rasilimali nyingi, hususan ni dhahabu, ambazo ni nguzo muhimu ya uchumi wetu. Uwekezaji salama na wenye tija ujitokeza pale ambapo kuna uwazi, kuna uwajibikaji, lakini kuna uadilifu ambao umetamalaki but also on the broader community You would all agree with me that corruption erodes public trust and undermines sustainable development. Viongozi wa serikali za mitaa walioshiriki katika warsha hiyo wameupongeza mgodi wa GGML na TAKUKURU kwa kuanzisha mapambano hao dhidi ya rushwa na kwamba mpango huo utasaidia kuwajengea uwezo wa wananchi na viongozi wa kupambana na vitendo hivyo, thamani kubwa ya mwananchi unayemwongoza namna kumtendea haki kuliko kumwomba fedha rushwa aina yote ile ili apate haki. Kwa hiyo tunaambiwa kwamba namna hiyo ni kumdidiliza mwananchi na anakosa haki ya msingi ya kuweza kujitetea au haki ya msingi ya kuweza kupata huduma katika ofisi za serikali zetu za mitaa.